Nilikuwa nikiwa na miaka mm. yeah, kumi na tisa alafu yeye alikuwa na miaka kama na sita saba hivi yeah. Ye, lakini sio mbaya wanasema ni vizuri kwa wasichana <laughs> kudate mwanaume ambaye kamzidi yeah, umri, atakuwa kiongozi na safari, lakini ekwa... umri hapo ulikuwa hata kuwaambia nyumbani kwao na msichana wa miaka kumi na like, tisa. mm. so, yeah, mm -hmm. so, familia nini tukuwa tunajitahidi hivo hivo, lakini sasa yeye atampoint, familia ikamtaka aishi mm -hmm, na ule mwanamke hiyo ndo tatizo lianzia hapo, na yeye alikueleza situation yote, alieleza yote situation yote lakini sasa ile la swala la wao kuishi likanidisturb. Mm. kwamba like, okay, sasa unaishi naye utakuwa tena ni mme wa mtu, sio like, sio boyfriend wangu hata kama mi and you knows kwamba mi I can say kwamba this my boyfriend, lakini sasa kwa waliofikia watu mm, huko hawezi kujua kwamba, but of course I didn't care. oh, yeah. Aka move in na oh, yule yeah, mwanamke ni yeye alifanya maamuzi au ni wewe? Mimi nilimwambia it's okay, kwa sababu you know when you are in love you are young ni kama you are stupid. Sasa pia sijuagi, huenda alikuwa so family issues na nini, you know men can lie. Leo nakuja kuifikiria hivi sababu at some point hata mm. uwe ulazi I, I don't vishye. think kama alikupenda to that extent angeweza kukusettle kwa staili hiyo, I don't know maybe ilikuwa um, ni pressure za family, I don't know kumsemea We were still good alikuwa ananiambia mimi okay, me me I believe in love mm -hmm. so that guy never loved me mm -hmm. takuwa nadanganya he really loved you he he loved you really really loved me, yani ilikuwa I can feel the love. kwamba unajua kabisa huyu mtu atakinipoteza some stuff naweza kuwa nafanya na nimebe, you don't do that, you're still young, ukiwa mkubwa utanielewa. Na unaelewa mimi nikoga nime nilikuwa alikuwa ananisupport sana to the point Uh, nilikuwa nilikuwa watu wanani question nyingi sana, mbona unaela, mbona unaela unadanga, sio na nini? yeah. so they they don't know mm -hmm. alikuwa ana support, to the point alikuwa na uwezo kunipa, yani kila siku kila siku the cash ambayo mm -hmm. mimi I was saving mm -hmm. so ilifika point, alinifundisha ku save hela mpaka ilikuwa hata akini feni imeharibika like, ananiambia kanua feni, mm -hmm. ananipa bila kanua feni sinunui. I'm putting my money in the bank so akija anakuta feni amna, the next day ananletea feni mwenyewe you see, mm -hmm. so yani kusema kwamba alikuwa anipendi so kweli, kwa sababu alikuwa anatamani sana niendelee, yeah. na mlikuwa uh, alishaje kukuambia plans zote zile, labda baadaye, maybe mja kuishi pamoja some like